Marwa, mara kwa kwa Nyambari, mara sasa hivi haieleweki, una huku mara huku mara huku Hii si boye? Mla mara kwa Maswi kidogo, mara anachong'oka, mala huku ya Ganyange, oe oe lakini mwenyekiti wangu ye kashika tu bango la Maswi asubuhi mpaka jioni Ganyange, oy sisiemu oye, sio mbaya, sio mbaya wakagombea lakini wasiwapasueni, wasipasue makundi haya makundi, mpaka yataonekana kwamba hawa ni Wamaswi, hawa ni Waitara, mpaka mnaokopa ni yani, mpaka hawa wanachama wanaokopa waongee na nani? Kwa sababu wao hawana shida. Wakikana mwenyekiti sana, watu wa Waitara wanapiga, wanachungulia wakiwa kwa Waitara anapigiwa simu Maswi, mwenyekiti anapeleka taarifa na watu wake, sio wa kwetu we tunawapa shida hawa wanachama ukweli uongo? <coughs> <coughs> hawa wanachama tunawapa shida, wanashindwa wafanyeje? sababu wote hawa wanachama wao wanachama wao wote <coughs> <coughs> si wanachama wenu wao, si wasubiri muda ninyi ndio mnajua nani ni nani nani ni hisihemu. <coughs> oye